Ni ipi dalili katika Qur'ani na Sunna inayomjuza inayomjuza mke, ndivyo ilivyoandikwa. Sijaelewa inayomjuza, labda anakuwa amekusudia inayomjuzisha mwanamke, labda kushughulika katika kutafuta riziki. Suala la watu kushughulika kutafuta riziki na kufanya kazi ni jambo la mubaha, na kwa wale wenye masulia, kama ikiwa hawataweza kusimamia familia zao ila kwa kufanya kazi, basi ni wajibu juu wa kufanya kazi ili wapate kipato cha kusimamia familia zao kwa kadiri ya haja. Na mwanamke hajakatazwa kuuza na kununua na kufanya biashara au kufanya kazi katika mazingira salama yanayokubalika katika Uislamu, mazingira salama yanayokubalika na Uislamu, anaruhusiwa mwanamke kufanya kazi mahali hapo, maadamu hakuna mchanganyiko baina ya wanaume na wanawake na mingineyo katika mambo ambayo yamekatazwa yakawa yame yame hayapo hapo basi ni halali na ni jambo linalofaa kwa mwanamke huyo kujishughulisha na kazi muda wa kuwa hata kuvunja haki za wengine. Kwa mfano miongoni mwa haki zake yeye ni kumlea mwanawe, mtoto bado mchanga, ana miezi miwili mathalan, yeye amwacha nyumbani, enda fanya kazi, akitoka alfajiri arudi jioni, ameshaacha chupa ya maziwa hapo ya ng'ombe au sere lake ameweka hapo basi mtoto apewe, atoe maagizo kwa dada wa kazi, yeye mwenyewe hayupo. Ittaqullah, ittaqina llah, watakiwa mumwogope Allah, Allah tabaraka wataala, msiwatelekeze watoto wenu kwa sababu ya kuogopa njaa. Watoto watakiwa wasimamiwe, walelewe malezi yaliyo mazuri, wapewe haki zao, wanyonyeshwe kama inavyotakiwa katika Uislamu, apate hanana ya umuma huruma ya mama katika udogo, katika utoto wake, tangu akiwa mchanga. Ila itakapotokea sasa, hakuna namna umepata dharura, we waumwa kwa kitandani, huwezi kunyonyesha mwanao, au ni masala mengine, lakini uko hai mzima wa afya, ila umeshughulishwa tuna dunia yako na kazi zako na biashara zako, waangaika, wamwacha mwanao, badala ya kunyonyesha waangaika, ili si jambo la sawa. Katika mambo ambayo yatawagharimu sana wanawake katika huu ulimwengu, utalia kwamba watu hawana adabu, watoto hawana adabu, hawajali mama zao, hawana huruma kwa sababu huruma ulianza kuipoteza wewe tangu mwanzo. Mtoto wako hukuwa naye karibu wewe, watoto siku zote unawaacha na dada wa kazi, mwenyewe haupo. Kwa hiyo hanana na mtoto, badala ya kuipata kutoka kwa mama anaipata kwa mtu mwingine asiyekuwa mama yake, na hali ya kuwa wewe uko hai. Atakuwa huyu mtoto, itafika wakati na wewe utahitajia huruma yake, utamwona mtoto hana huruma wala hana adabu Waanza kulia, watoto wa siku hizi hawana adabu. mtoto nimemlea, kumbe hukumlea chochote, uongo tu. Wewe ulikuwa na mambo yako yamekushughulisha, kwa hiyo mtoto amekosa huruma, kimaumbile tu. Tukisema hivi haina maana kwamba watoto wawatelekeze wazazi wao wasiwahurumie, la, kimaumbile tu inakuja kwamba wewe ulimpuuza. Kwa aljazau min jinsi al-amal, malipo yanakuja kutokana na vile ulivyofanya. Hayo ni mavuno ya kile ulichokipanda kwa hiyo hali zinakuwa namna hiyo. Kwa hiyo ni ruhusa kwa mwanamke kufanya kazi, lakini asivunje haki za watu wala haki za Allah, subhanahu wataala. Ikawa tamani pesa tu, kwamba mimi nitakaa tu, wazazi wangu wanitegemea. Itawezekana vipi eh? Itakuwa hivi, wazazi walinisomesha nikae tu, nikae nyumbani tu? Sio ukae okay, nyumbani tu, kuna wajibu, kuna mambo mengi ya kufanya ambayo ni wajibu juu yako. Miongoni mwa hayo ni kuwalea wanao sasa kama ushatafuta mtu wa kuwalea wanao, akulelee wanao na awasimamie, na wewe subiri, ukifika mtu uzima, utu uzima utatafutiwa mtu kukulea. Na haya ni mambo yanatokea sana huku Ulaya. Mtu akishafika wa wazazi wake washafika umri sasa wa utu uzima, yanini tukae na wazazi majumbani watusumbue? Sisi hatuna wakati wa kuweza kustarehe, kuangalia mambo yetu. Baba atachukuliwa, atafungashwa, atapelekwa katika nyumba za kulea wazee hivyo hivyo, mama watakaa huko, watalelewa na watu wengine mpaka watakapokufa huko kwao. Tutakuja weekend tutakuja kukutembelea baba, au mwisho wa mwezi, au siku ya sikukuu tutakuja kumtembelea baba. Basi watu wanaishi namna hiyo, lakini ile huruma na mapenzi na wazazi hayapo, kwa sababu watu hawakuwa na huruma na mapenzi na watoto wao hapo kabla. Sasa na sisi twaiga Ulaya, yale yanayofanyika huko magharibi, na sisi ndio tunayaona ya maana ya kimaendeleo kwa hiyo kama tunavyowaiga wale na ndivyo tunavyoathirika na sisi vile vile. Kwa hiyo na yale yatakuja huko, na mingine yashakuja, na watu wamepata haya, na mtu asema wazi, hata kumpeleka nyumba masikini, pengine baba yake iko chumba cha pili tu, lakini hata kumsalimia akashindwa. Baba iko kitandani au iko ndani iko hapo, au mama wala hajui hali yeye, au pengine iko mkoa wa jirani tu pembeni, hamjulii hali baba yake wala mama yake mpaka mzazi amekuwa katika hali duni kabisa, ataabika kama hakuzaa. Jambo kubwa naliona yeye ni kutuma pesa kwa Tigo pesa au kwa Mpesa. Nishawatumia elfu kumi huko, sijui tumetumia, mmetumiaje pesa hizi? Yeye aona ndio jambo la maana kabisa, lakini kuwa na ukaribu na wazazi wake, kuwaliwaza, kuzungumza nao, haoni kwamba ni jambo la maana, kwa sababu yeye hakufanyiwa na baba yake na mama yake. Watu waliwatelekeza watoto wao wakiwa watoto. Na watoto nao wanawatelekeza wateleke, wazazi wao wakiwa watu wazima. aljazaa min jinsi lamali. Kwa hiyo haya, wewe yazingatie, kama yatakufaa wewe endelea tuna utaratibu ulionao, na kama waona kwamba si sawa, basi angalia muongozo wa sawa ni upi wa kuufuata, lakini dini yetu ishatuwekea utaratibu wa kufanya. Kwa hiyo wewe chagua namna ya kufanya na maisha ya kuishi. Kama kuna watu wa wakuwaija waije, lakini jua kwamba hali iko hivyo. wallahu taala ala la wa alam.